Tayari tumetoka katika mchezo mmoja mgumu mno. Ndio maana narudia tena maneno yale yale, kulikuwa kuna ulazima gani? Bodi ya ligi, tumetoka yani michezo mitatu ambayo inashika hatima yako uiweke siku mbili mbili zinazofanana. Kwa hiyo tunaona kabisa hapa kulikuwa kuna jambo e, kafu ametutendea jambo huko alafu tena hapa hapa tena watu walikuwa wanataka tena watutendee jambo. Ah, sisi hilo hatukukubali, hatu yes hawaji tufanyia sawa kwa sababu mchezo mwingine wa nbc unacheza tarehe kumi na tano yaani baada ya hapa hakuna mchezo wote mpaka tarehe kumi na tano simba anacheza sasa kuweka nbc leo tarehe umetoka kucheza tarehe ishirini na tano unakuja sijui tarehe ishirini na saba ishirini na nane unaweka mechi tarehe thelathini na moja unaweka mechi yani, Hapana, ah, hii ilikuwa sio sawa unge, hii mechi ingekuwa tarehe tano kulikuwa kuna shida gani? Ingekuwa tarehe nane kulikuwa kuna shida gani? Tarehe kumi kuna shida gani? Lakini kwa kuwa bodi ya ligi sasa wameshapigwa, uh, wamisha pressure na wawa ndugu zetu matukunyungu kwamba sisi ili kucheza mpaka muondoke. Kwa hiyo na wenyewe wanaona, hebu mm, acha tumsetie hizi ratiba ngumu, ili naye apotezi. Lakini uh, ah, yeah. <laughs> mnyama apotezi huyo, ana anachanja mbuga. Ndio maana nikakwambia ule ubaya ubwela ambao tulikuwa tunasema eh, kafu kule walivyotufanyia umeturudia, na bodi ya ligi walikuwa wanataka waturudishie mle mle ndani yake lakini mambo hayaja hayajakubali. Ndugu yangu, vipi mbio za ubingwa mpaka hivi sasa zimekaaje? Sasa tumetoka kushinda leo, of course, uh, tumetoka kushinda leo, ina maana uh, bado pointi moja kwa yule ambaye anaye anayetu anayetuzidi anayeongoza. Yes, kwa hiyo tarehe kumi na tano mechi hiyo tunataka, yani ukisikia bora punda afe mzigo ufike, ndo mechi ya tarehe kumi na tano mechi ya hatima. Maanake hii ilikuwa imeshikilia tu hatima yetu, ila mechi ya tarehe kumi na tano ni ya kumaliza kila kitu, ili tuingie pale juu, ili tumalizane na, na, Ken Gold, na Isi, ambao mchezo bila shaka utacheza nadhani kama Sumbawanga, kwa sababu pale kwao kutakuwa kuna mechi ya mwisho wanacheza Prison bila shaka kati ya hivyo. Kwa hiyo tumemaliza hii game, alhamdulillah, manake nilikuwa na pressure ndugu yangu, acha mchezo <laughs> <laughs> of course, mimi nilikuwa nakuja kwa tension kwamba hawa wachezaji, unajua Singida wana timu nzuri, sio kwamba ni timu mbaya, tena wana timu ya ku-compete kabisa katika mashindano ya CAF Confederation Cup, sio CAF Champions League hapana. Yaani unaona kabisa hawa wana timu, lakini kinachowaharibia ni yale mambo ya kujinasibisha na timu zingine, mfano mechi ambayo iliyoisha Mechi ambayo Singida walicheza na ndugu zetu Matukunyungu wao, ulimuona wapi Rashidi Juma Mtabigwa amepangwa katika mechi yoyote? Mechi kumi na nane hajacheza, alafu akaja akapangwa na mechi na wao. Gadiel Maiko Kamagi hajacheza mechi takribani mechi kibao, ila mechi ile pale akawacheza mchezaji sijui nani anacheza, uh, maarufu chakei anacheza katikati, anawekwa beki. Kwa hiyo unaona kabisa mbona mm, kabisa kuna <coughs> na mauz, kuna mauza mauza, lakini mechi ya leo unaiangalia, kikosi kudadeki unaona, huku mm, ande huku <coughs> nani yule, uh, Ibrahim Komoro sijui Imoro, unaona kabisa, eh, hii mechi jamaa wanaitaka na kweli, tumepata shughuli umepata <coughs> shughuli, lakini uh, alhamdulillah tumeshinda huu mchezo, tunaingia mchezo mwingine wa hawa hawa, tunarudiana nao kule Manyara tarehe kumi na tano. Mi ndio naitaka ili nikae juu nimalize ule mchezo, na bila shaka ule mchezo, watu wote watu waje wala, watu, watu wote ambao waliokata tiketi wa mikoani na matajiri zangu wakina Ngosha Petro, matajiri hao wakinakinda shutu, walipoteza nauli kuja afu mechi haipo. Na mi nawambia njooni, mechi ipo tarehe kumi na tano si tunaheshimu uongozi. Sikiliza mimi bwana, katika imani yangu ya, ya dini naniambia hivi, ya ayuhaladhina amanu, enyi mliyoamini, mlioamini, atii Allah, mtii Mwenyezi Mungu, wa atii rasul, na utii mtume wake, wa ulul amri minkum, na wale wenye mamlaka juu yenu. Katika mpira wa Tanzania nani mwenye mamlaka juu yetu? Mwenye mamlaka ni bodi ya ligi TFF, na bodi ya ligi TFF, na bodi ya ligi wanakwambia mchezo ni tarehe hii alafu usichezi utakuwa una nidhamu. Kwa hiyo mechi, mechi ipo, na ratiba inaonyesha mechi ipo, na hiyo mechi ndio tunaenda kukaa kileleni. Simba Sports Club watu hao wow. kwa sababu tuna hasira, kwa sababu tumejeruhiwa eh, CAF Confederation Cup kwa hujuma. Yes, kwa hujuma. Kwa hiyo, kwa nini... yes, of course yani sisi tulikuwa tunataka kwanza hii mechi ambayo iliyokuwa na hatima tuimalize, alafu tumalize mechi ya tarehe kumi na tano. Kwa nini mechi ya tarehe kumi na tano na hasira? Kwanza nina hasira ya kutaka kukaa kileleni. Cha pili, nataka kuchukua ili kombe. Cha tatu, huyu alikuwa ananisimanga nilipokosa kombe, nilipokosa kombe kanisimanga vya kutosha, lakini of course, alafu kusimanga kwake hajazingatia uweledi, kaenda kuandaa sasa. Sikiliza, hawa jamaa wanapokuwa hawana akili ya branding, kaenda kuandaa bango, kaweka Simba Sports Club, alafu mle kaweka wadhamini wetu, kaweka Mbet. Kama utaangalia kwenye lile bango, kaweka mokola, yani ina maana wale wanatufanyia promotion bila, bila wao kujua. Sasa mpaka nikawa namuuliza ndugu yangu, namwambia bwana, hivi jamani, is your brain working properly? Kweli hivi ubongo wenu nani take place sawa sawa, mna wadhamini, badala hao wadhamini ndo wajinyiemwa wa, brand ila mnakuja ku brand watu wengine, lakini tunawashukuru. Lakini katika hiyo mechi tumesema tuna hasira, tunataka tumalize hiyo mechi, kuchukua ubingwa yani nani ya, nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa kumfunga kwa sababu hapa katikati game mtawalia, mauzauza yanatokea mengi sana, mpaka ananifunga kwa mauzauza. Lakini cha tatu ni ile kwamba nitamwambia wewe, wewe ni matoku nyungu au wewe ni Berkane? Ujibu kwanza, alafu ndio ndio tumalizane. Kwa hiyo mechi ipo, wala watu wasio na wasiwasi, na ninataka kukaa kileleni. Bila shaka, bila shaka, mnaona kabisa kafu amenifanyia ubaya, yani ubaya ubwela umenirudia. Kwa nini nakwambia kafu wamenifanyia ubaya ubwela? Kuna seti ya waamuzi watano bora Afrika kuna mwamuzi anaitwa Mustafa Ghoriba kutoka Algeria. Kuna mwamuzi anaitwa Issa C kutoka Senegal. Hiyo ndio seti ya waamuzi bora. Kuna mwamuzi anaitwa Jinjaqgabondala kutoka DRC Congo, alafu kuna mwamuzi anaitwa Mumtaz Abdallah kutoka Libya, alafu kuna mwamuzi anaitwa Beida Dahane. Hii seti ya waamuzi watano, hawa waamuzi watano wameapia CAF Confederation Cup na CAF Champions League msimu uliopita, kila mechi wamecheza wamechezesha mpaka CAF Super Cup wamechezesha wote watano. Lakini sasa unaona mauzauza aliyotokea msimu huu, seti ya waamuzi wote wameanguliwa, kawekwa huyu Beida Dahane ndo achezeshe mechi ya mwisho. Inatakiwa uwe na jicho la tatu, ndio utajua mambo haya. Hilo la kwanza, lakini la pili, Beida Dahane ni mwamuzi kutoka Mauritania. Mauritania, angalia katika ramani Mauritania Algeria na Morocco ni, ni mataifa ambayo yamepakana japo wapo ukanda tofauti, maana tuna kanda tano, tuna kanda ya Kosafa, kuna Sekafa, kuna Waf, kuna Unifac na kuna Unaf. Kongo yuko Unaf, sisi tuko Sekafa ili lakini, sisi na Kongo ni watu ambao tuko jirani. Kwa hiyo Beida Dahane anatoka Mauritania ambao taifa na Morocco zipo yaani kama zipo karibu. Kwa hiyo inatakiwa uwe na jicho la tatu ndo ujue mambo kama haya kwayo, kwayo. Kwa hiyo ni hivyo. Yes, wametufanyia ubaya ubwela, lakini hii niwaambie watu, inatakiwa tutafute na sisi watu mle kafu, kwa sababu bila hivyo hatutoboi, si ndo <tuhupo>? tumepata <tuhupo> mjumbe mmoja wale skaria peke yake pepo, Ta, eh, yes. Kwa hiyo unaona kuna wakati mwingine Bodi ya Ligi walikuwa wanafanya vitu ambavyo kwamba tuweke kitu hichi ili mnyama apotee, lakini mnyama ndio hapotei, ana anachanja mbuga huyo hapo huyo anaondoka, lakini alhamdulillahi tumekamilisha, tumefanikisha, tunaendelea na mechi ijayo, lakini mechi ambayo ilikuwa ina intensity ya hali ya juu mechi ambayo ilikuwa ina ushindani wa hali ya juu, mechi ambayo unaona kabisa kila mchezaji alikuwa anaitaka. Palikuwa hakuna mche, mchezaji ambaye aliyokuwa anajidondosha, unaona kabisa kila mchezaji alikuwa anaitaka mechi. Lakini Singida mwanzoni, kama nilivyosema mwanzoni, walikuwa wanazuia, lakini kipindi cha pili katoka Kevin Nation Naftali ambao alikuwa na staili red card, lakini referee kwa huruma yake akaingia Damaro Kamara, akaanza kuonyesha mchezo mzuri.